Kwingineko ni kwamba wanafunzi zaidi ya elfu saba katika kaunti ya Lamu wanafanya mtihani wa KPSEA na KJSEA katika vituo zaidi ya tisa. Hata hivyo mwanafunzi mmoja atafanya mtihani huo akiwa hospitalini baada ya kuvunjika mguu na mwingine katika kituo cha polisi cha Lamu baada ya kukamatwa akipigana na wenzake kwa kutumia visu. Saa hii, mwanafunzi mmoja tu tumeambiwa kwa hospitali na ni wa Lamu Mashariki, na kwa hospitali ya King Fahad. Na hiyo mikakati yote tumeongea na wanahusika wa NEC na tumeelezewa vile atafanya mtihani. Kwa kweli mimi ningewashauri walimu wangu waweze kuwa makini eh, hasa wanapofanya ile mtihani ili kusije kukatokea dosari yoyote, hatuombi eh. Security katika eneo hili la Lamu Central eh, iko sawa, hatuna changamoto lolote. For the last, eh, two, three months, we have been having a very calm situation mtihani